Nina watu madirect wananifuata DM. Imagine, mimi mimi sijatengeneza AI. Unajua mimi ni mtumiaji tu, yaani kama watu wanani mind, yaani sky, hamna, hakuna kitu kama hicho bro. Matumizi ya haya madude yameongezeka na watu wanaenjoy. Kuna ule usemi ambao ni very... sini, bora uamini Mungu yupo kama hayupo, uh, ukienda hakuna hasara kuliko kuamini hayupo, alafu ukaenda ukampata. You see it? Live na G, haupati majibu mazuri kama mm, hujaprompt vizuri. Kwa hiyo nahitaji pia skills za lazima uwe noma, nielezeaje? Na ndio maana sasa hivi kuna kitu kinaitwa prompt engineering, hiyo lugha ya kuiongelesha AI ikakupa unachotaka wewe. Kuna mtu mmoja ambaye ni graphic designer tulibishana somewhere, akawa ananiambia kwamba amna, AI ni mnoma sana lakini ninadhani hajachimba haja, haja anaambia AI ni rahisi sana kujua video kwenye video. Sasa ni rahisi sana kujua alafu haina uh, continuity yani kwamba leo hapa kavaa cheni imeandikwa Sky, baadaye ile picha ya pili imebadilika. Nikawambia no, ukipata hiyo result ni kwamba wewe ni mvivu na haujui kuprompt bro. Mtu anakutengenezea kitu cha dakika tano, consistency ni ile ile kama wewe ulivyovaa miwani, kuna sehemu na kadoa ka, ka, ka hapa Exactly, yani habadiliki, ni kwa sababu u, ikikupa tofauti unairudisha, unaiambia uh, ongeza hiki, umeusahau kitu fulani, na inajua, ah okay, nimekumbuka sawa, nitakuletea hiyo hiyo hivyo na hivyo. Inakupa oh, this is nice. Unaichukua unaendelea. sio nice. Kwa hiyo naichoki. Na sasa wewe unataka utengeneze kitu kizuri kwa dakika kumi? no. Kuna watu wanatumia siku nzima kutengeneza kitu cha dakika mbili. Kwa hiyo sio swala easy, prompt, easy yani, boy, weka, tu kwamba una tu neno unapata hao ndio wanapata, wanapata? Vitu ambavyo havina maana havivuti, lakini bro kuna mtu nimeonyeshwa juzi picha hajaenda photoshoot, hajaenda, lakini hizo picha they are 100% ultra realistic. Okay, naona, na, naona tuko excited sana na matokeo hichi kitu tunasahau kwamba okay. Kwa mfano, watu wanaendaga for those photoshoot wale yeah. Moja ya vitu ambavyo wa naonaga ni kupoteza muda, ndo vile kwamba picha lazima ukinionyesha <laughs> ukinionyesha picha uniambi, nikiona tu nione story ah, nilienda SNS bwana nikakutana na brother Sky tukapiga hii picha yeah. Nilienda hapa, hii picha nilikuwa mtoni sehemu fulani. Picha lazima iwe <laughs> na story, lakini sasa kuna watu wanaenda wanapiga picha kwenye ukuta mweupe, unajiuliza hii picha ina story gani? Yani umekaa tu unaonekana. Sasa AI inakuletea, ujaenda popote yeah. Unafanya chochote yeah. unevaa Okay. Tumeshaona hivi karibuni, bila shaka amekutana na video za uh, Trump akiwekewa uh, sauti ya uh, Soja boy kwamba, lakini unayemwona ni Trump lakini ni Realistic. Yani kama yeye kabisa ila tu ametengenezwa ku um, ku lip-sync ile sauti ya soldier boy na vitu kama hivyo hivyo. Hivyo ndio vitu ambavyo sasa hivi vimejaa mtandaoni watu wana consume, watu wana enjoy wanafurahi. Utaona tu emoji za kucheka pale, hao ni consumers wanazipenda hizo content, si ndio? Sasa hizo zimejaa sana. Zipo everywhere. Um, lakini bado hata, hata kuna huyu Um, ni, nani? Ni, um, ni ni, ni mkurugenzi wa, wa, wa, wa, wa nani wa Instagram sambare mm -hmm. Moseri sambar anavaga miwani kama wewe mm -hmm. Amekuwa akiongea sana kuhusiana na kwamba uh, platform zao zimekuwa flooded na AI content zimejaa sana. Ana, kwa hiyo anaomba kwa, pamoja na kwamba hizo zinapendwa bado tusijisahau tu, tu, kubakiza ile human connection, watu watengeneze konte za kawaida, waongee and so far not bad. Yani, watu bado hizo content zipo za watu halisi, unaona, mtu mtu once in a while anaweka kidude cha kuchekesha cha, uh, uh, cha AI. kuna timu moja actually ya TRA United eh? mm. peji yao ya Instagram imejaa, peji ya kimnyama ki fulani kinaongea vitu vya kuchekesha engagement No, nadhani katika page za Instagram za klabu so, za, za, za, za soka za football hapa Tanzania ile iko kwenye top 5 kwa maana ya content ambazo engagement yao kwa sababu wanatumia mm -hmm. AI sana kutengeneza. And unajua kwanini, kwanini, uh, zile AI ambazo ziko realistic ndo ambazo zinaleta maneno ni kwa sababu watu wanahisi you guys are cheating us. Wewe inakuona wewe hapo lakini sio wewe bwana. Unaona mm -hmm. nakata, kwa hiyo akili inakataa kwamba kwa nini usifanye kitu real kweli? Kwa nini unafanya kitu ambacho ni artificial alafu kinaonekana real sana? Kwa nini hakuna backlash kwenye AI za katuni za michezo na nini? Kwa sababu sio, they are not human, yani ziko kikatuni ndio, mm -hmm. maana it's okay kuangalia shrek isokee okay kuangalia hizi animations za zamani ambazo unajua kabisa hii ni animated movie lakini sio binadamu halisi anayeonekana. Kwa watu wako very against na kitu ambacho kinaonekana ultra ama ultra realistic kiasi ambacho unasema no, hapana bana. Yaani haiwezekani hii ni AI unatudanganya. Kwa nini isiwe real? Lakini at the end of the day itafika, um, unajua nikupe mfano um, wakati Uber na Bolt zinakuja ni binadamu wanasema, binadamu anachukia ukidisturb status quo iliyopo, anasema binadamu anachukia ni uki. Yes. Yani yes, hali iliyopo ni kitu ambacho wanakichukia, ijalishi unaleta kitu kizuri au vipi. Yeah. Kama lakini lakini sasa sasa hivi waliamua kuadapt na hakuna malalamiko tena, washazoea. Kwa hiyo hata mimi mimi nina watu ma director wananifuata DM. Imagine mimi mimi, mimi sijatengeneza AI, unajua mimi ni mtumiaji tu, yani kama watu wanani mind. Yani sky, hamna, hakuna kitu kama hicho. Bado watu watapenda uhalisia bro, ukweli uko mbele yako, unaona. Yani unaona kabisa kwamba matumizi ya haya madude yameongezeka na watu wana enjoy, kwa hiyo sio mbaya hivi. Kuna kuna ule usemi ambao ni very common kwamba mm -hmm. sini bora uamini Mungu yupo kama hayupo, uh, ukienda hakuna hasara kuliko kuamini mm -hmm. hayupo alafu kaenda ukampata. you see it? kwa nini usi, usiwe mzuri kote? Endelea kufanya video zako vizuri kibinadamu, chukua ile red camera lako Sony, Canon, fanya mambo yako kama kawaida, lakini usiwe Uh, us, us, usiachwe kwa sababu kuna watu wanachukua kazi zako kwa sababu umeachwa mtu kama uh, Niklas unamfahamu eh? Niklas hivi Director. Director. Director, yeah. Director, ambaye amefanya video nyingi sana za kina Roma, Stamina na nini. Niklas namjua vizuri sana, unajua sasa hivi anafanya nini? Umeshafuatilia latest? No. Okay. So Nicholas ameanzisha kampuni ya AI inaitwa AI Pro ndio inaongoza. Ziko na moja na yenyewe, ziko mbili ambazo zinapata matangazo sana. Mm. So so Nicholas sasa hivi hafanyi video tena, hafanyi music videos, anafanya matangazo ya AI. Siku moja ameshare video, ilikuwa ni tarehe 30 uh, Disemba. Anaandika kwamba leo jamani eh, nafasi zimejaa, si haya matangazo kumi ndio leo nayafanyia kazi. Na hapo unaona CRDB si sijui nani sijui nini, bro, he's making money, he's making a lot of money kwa kutengeneza matangazo ya AI ambayo yanaonekana na, ya kama ni realistic. Mm. wo -hmm. Nafikiri yeye ana hasara gani kwani ukimwambia ufanye tangazo la, la, la kawaida si anaweza kufanya pia? Haya, lakini pia anaweza kufanya matangazo ambayo ni AI. Sasa kuna hasara gani kuweza ku-incorporate, uh, hizo talents zote ukazitumia pamoja. Na huyu ni mtu mzuri kwa sababu yeye ana prompt kama ni short kwa sababu anaijua kamera vizuri. So ye, yeye anaongea na AI kwa lugha ya mtu ambaye anajua engo za kamera, anajua colors, anajua nini. Kwa hiyo ni mzuri zaidi kuliko mimi ambaye hii sio fani yangu. Mimi nikiprompt video ama image haiwezi kuwa kama ya Bwana Nicholas, lakini baada ya hapo kuna namna, anafanya, labda anafanya finalization, anarender kama, uh, kawaida unajua sio tu kwamba kila kitu kimaliza, um, client anaipata, ilivyotoka Nano Banana. Lazima ata download, ataongeza human connection pale na kuweka ubinadamu wake na ile ule uwezo wake wa ku-edit, then anampa client. Kwa hiyo hiyo ina hasara gani? Kwa hiyo kwa wale ambao hasa watu wa video, hmm. watu wa video wako so in denial kiasi ambacho mpaka wanachukia, yani wanatuchukia sisi ambao tuna uh, advocate matumizi ya yes. Haya, kwa sababu hii si teknolojia ipo, yani wewe Sky usiongelee. mm -hmm. Bwana Sky acha, <laughs> bwana hata <laughs> Wez... Canva, unajua Canva ilivyoingia watu wa graphics walitukataa sana hey. Marahisi sana hayo, you know lakini dunia imebadilika, unajua Sky, kwa sababu hata hizi application, zamani ulikuwa unanunua CD yako ya premium, au unakaa nalo na miliki ile set up. Sasa hivi unakodishiwa. Yes. Dunia imegeuka ya kukodishiwa, na nimefurahi kwamba nakuamini sana kwenye hayo unayazungumza, kwa sababu unajua wewe ni mmoja wa watu wa kwanza sana kupush podcast. Yaani neno podcast watu hata hawajui ni kitu gani. Hawaelewi, unaleta ni kama inabidi umueleze mtu ah, podcast bana, ndo future sasa hivi ni maisha, kila mtu anasema ni o you know. Kwa hiyo nime cha kujifunza hapa ni kwamba hiki kitu ni tutafute namna ya kuishi na hii AI, na yeyote atakayeshindwa namna ya kuishi, ndio AI inakuwa hatari kwake. Ukiweza kujua namna ya kuitumia na kuwa ni kifaa ambacho kinaweza kutengenezea pesa kama mifano ambayo umetupa Naomba so, nikuongeze kitu. Naomba nikuongeze kitu, okay. Nina manifest, nina tabiri kwamba miaka mitatu au minne ijayo, kwenye job applications mat, mat, uh, matangazo ya, ya kazi. Zamani ilikuwa kawaida kuandikiwa uh, mwombaji awe anajua kutumia kompyuta mm. In the next 3 or 4 years kutakuwa kuna kigezo pale chini Muombaji awe anaweza kutumia programu mbalimbali mbali za kilimnemba. I'm telling you it's coming. Nina watu ma director wananifuata DM, ni mtumiaji tu yani, kama watu mimi, si... wananimind yani, sky hamna <laughs> yani, yani, hakuna kitu kama hicho bado. Watu watapenda uhalisia bro, ukweli uko mbele yako, unaona yani, unaona kabisa kwamba matumizi ya haya madude yameongezeka na watu wanaenjoi. Kwa hiyo sio mbaya hivi. Kuna kuna ule usemi ambao ni very common kwamba sini, bora uamini Mungu yupo kama hayupo. Uh, ukienda hakuna hasara kuliko kuamini hayupo alafu ukaenda ukampata. you see it